Habari wana Azam FC, karibu katika kipindi chetu bomba kabisa cha Azam FC TV kinachokujia moja kwa moja kupitia chaneli yetu nambari moja ya michezo Azam Sports HD1, hapa hapa kwenye kisimbuzi chako pendwa cha Azam TV.

Mpenzi mtazamaji, leo kwenye Azam FC TV tunakuletea kipindi maalumu kinachotufanya turejee safari yetu ya msimu huu, safari ya jasho, mapambano na mafanikio. Katika kipindi cha leo, tutaangazia mabao kumi bora zaidi ya Azam FC yaliyofungwa msimu huu 2024-2025 kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Tunaanza na bao namba kumi. Bao linaloonesha nidhamu na mpangilio wa hali ya juu kutoka kwa kikosi cha Azam FC. Pasi ya kwanza inaanzia kwa golikipa wetu mahiri Zuberi Foba, ambapo anampatia Jibrili Sila, kisha anampasia kwa ufasaha Lusajo Mwekenda. Anapeleka pasi ya moja kwa moja mbele kuna kolango, na hapo ndipo anampata Sopu, ambaye anakutana na beki pochi njiani, lakini kwa ustadi mkubwa Anamzunguka, anamzunguka na kulenga kona ya juu ya lango, goli la ajabu linafungwa. Kinachofuata ni yeye kuimenya maganda na kuila, ndicho ambacho amekifanya Abdul Hamisi Suleiman Sopu. Sopu, tabia ya kupress, hakukata tamaa, alikwenda mpira, akamzidi maarifa golikipa. Kama angekata tamaa kwa kuhofia kwamba golikipa ameshaupata mpira, basi asingekutana na hii bahati ya kupata mpira ambao alianza kuanza kuseti kwa kichwa, akamalizia kwa kuweka kimiani kwa guu lake la kulia. Bao namba 9 umeme kutoka kwa Nasoro Saduoni lililofungwa kwenye mchezo kati ya Ken Goldi dhidi ya Azam FC. Na hapa tunashuhudia ujanja wa hali ya juu kutoka kwa vijana wetu. Inaanza kwa Pascal Msindo, kiungo mchovu, lakini mwenye macho ya mbali, anapiga pasi murua iliyokatwa katikati ya mabeki wa Ken Goldi. Pasi hiyo inampata Nasoro Saduni ndani ya eneo la hatari. Saduni bila hata kutuliza mpira anaunganisha moja kwa moja kwa mguu wa kulia, shuti kali linalopita juu ya mikono ya Musa ambaye anabaki kushangaa. Feito tomeka ameweka kwenye njia kule Kute. Pascal Msindo anaingiza kubwa ndani huku. Nafasi ile chuma maridadi kabisa. Finishing ya hali ya juu. Ilipigwa ndefu sana na Faisal Salum pembeni kule kwa Pascal Gaudens Msindo, haikutulizwa mita kama 15, 16 hivi, kaweka kwenye nyavu Nasoro Saadun, goli la pili kwa Azam FC na goli lake la sita msimu huu, Nasoro Saadun. Namba 8, uchawi wa Branko dhidi ya Singida Black Stars, lililofungwa kwenye mtanange mkali kati ya Azam FC na Singida Black Stars. Bao la ubunifu, kasi na ustadi mkubwa, inaanza kwa kiungo mwenye akili ya haraka Idi Ndano, ambaye anapiga mpira wa kofi kwa ustadi wa hali ya juu. Mpira huo unatua moja kwa moja kwa Branko, mshambuliaji mwenye akili nyingi na miguu laini. Branko anamchambua beki wa Singida kwa chenga moja ya kiufundi, anamrusha upande mmoja, anakataa upande wa pili alafu anapiga shuti la chini la kushoto ya kipa, goli la kisasa linaloacha uwanja kimya kwa mshangao na shangwe za mashabiki wa Azam FC pekee. Tayari wako na mpira tena, unawekwa mpira ndani kule, sasa kwa Idi Selemani, alipiga kofi maridadi mno. Junior Blanco bado, Blanco anachokifanya Junior Blanco ni kama kuvua samaki vile, tena mwezi mchanga, alafu ichagizwa zaidi kuwe na mvua. Matajiri wa Chamazi wanaandika bao la pili, akiamsha shangwe na vifijo kwa mashabiki ambao wamejitokeza. Junior Alfonso Blanco akiandika bao la pili kwa Azam FC. Edinaldo alifanya kama ambavyo alifanya katika bao la kwanza. Alipiga kofi ule mpira, safari hii unamkuta Blanco. Ya kwanza ikakataa, akaifinya utam kweli kweli, ya pili anaweka kubaya kule kuku ambapo anatagia mayai yake. Azam mbili Singida Black Stars. Bao namba saba, Zidane Sireli na bao lake la kihistoria bao linalobeba uzito wa kipekee, si kwa urembo tu, bali pia kwa maana yake. Kwa mchezaji wetu mpya ni kwenye mechi ya ushindani mkubwa, ambapo Eva Meza akiwa nje kidogo ya box anaonyesha ubunifu wa hali ya juu, anapiga pasi ya kisigino, yani back heel pass iliyojaa akili na ujanja, na pasi hiyo inamkuta Zidane Sireri akiwa kwenye nafasi nzuri kabisa. Zidane ambaye alisajiliwa dirisha dogo anapiga shuti lake la kwanza bila hata kusita, bao lake la kwanza kabisa akiwa ndani ya jezi ya Azam FC zuzu, anatumbukiza ndani kule. Eva Meza kwa kisigino, nafasi kuazamle, anaweka kwenye nyavu mpira ule, hatimaye mara baada ya kuingia dirisha dogo, anaonesha ni kwa nini Azam FC waliamua kuongeza kwenye kikosi chao. Huyu anaitwa Zidane Sireri, wengi wanajua ametoka Dodoma jiji, lakini wanaomfahamu zaidi wanajua kijana katoka Kondoa ndani ndani kule, kipaji chake kikionekana na kuletwa Dodoma mjini na sasa yuko ndani ya jiji la Dar es Salaam. Ndani ya uzi wa Azam FC, anaokwamisha mpira ule nyavuni na kuondoa ile sintofahamu, pengine timu hizi zisifungane msimu huu. Eva Meza bonga kisigwato kile Kanyoshele, Zidane Sireri na kuatanguliza Azam FC tetafu kwa, kwa na mchezaji jezi number 7, alitahidi kuruka Abdul Malik Adam Zakaria Zidane, lakini angefanya nini sereri, ameruka puntali. Bao namba 6, Feisal Feitoto Salom, mtulivu wa penati. Tukishuka hadi bao namba 6, tunakutana na mtaalamu wa kiungo na ukomavu wa hali ya juu Feisali salum feitoto akifunga kwa ustadi mkubwa dhidi ya kagera Sugar katika dakika 67. Mchezaji wa kagera onditi anamchezea vibaya feitoto ndani ya box na mwamuzi haoni sababu ya kusita penati kwa Azam FC. wakati mashabiki wamesimama kwa presha, fefari anasimama pembeni kumtuliza feitoto. Wakafunika penati hiyo kwa ustadi mkubwa wa saikolojia dhidi ya kipa Feitoto anasogea kwa utulivu. Anapiga mkwaju wa kulia, juu kidogo ya kipa. Bao la ujasiri, maarifa na uzoefu. Ronaldo. Anakia <tipa> Faisal. Feitoto Abdalla. Katikati ya Faisal, Salim Feitoto Abdalla. Faisal! Bada kwa nafasi ile mauza sasa anasema ni mkwaju wa penalty. Baada ya majaribio kadhaa ya referee Sadim Rope akisema sio sawa kwa wachezaji wa Azam, hatimaye failasufi Zanzibar faenezi Faisal Salum anainufaisha Azam kwa kuipatia mkwaju wa penalty. Samuel Jackson unditi alikwenda kumla zote Faisal Salum, referee akasema wewe usinizoe Weka hapa kwenye kidoti cheupe, ni mkwaju wa penalti. Faisal Salum Fai Toto Abdallah, na ni mpigaji wa pena bila shaka, Fai Toto mwenyewe. Nafasi kwa Faisal Salum, Fai Toto Abdallah, mpiga mkwaju wa penalti, amepewa dhamana ya jeshi la Azam, amebeba dhamana ya rangi nyeupe na dhahabu, gold na white. Yuko Faisal nyuma ya boli, nyeupe iko kwenye kitoki pale. Mamuza na hakikisha wachezaji hawaingii ndani ya eneo la penalty. Yuko pale Failasufi. Ramadhani Chalamanda anatoa maelekezo.

anaifanya Azam Complex kompes Chamazi tabasamu. Alisababisha mkwaju wa penalti, wan tu bum. Ramadhani Chalamanda kwa huruma kabisa akaenda chini, na Faisal anamsisitiza, dunia haina huruma na bol, ukileta mzaha unachapwa. Rashidi Taus pamoja na wasaidizi wake na wachezaji wa akiba ni raha tu, wakati Mustafa Mohamed alikuwa hataki kutazama nini kinatokea Hatimaye Faisal salveto tabdola. Maestro! Bao namba tano, Jibrili Sila dhidi ya Simba Sports Club. Ustadi wa hali ya juu. Tunaingia kwenye bao namba tano lililozua shangwe kubwa kwenye uwanja na mitandaoni, si tu kwa uzuri wake, bali kwa sababu lilifungwa dhidi ya mpinzani mkubwa, Simba Sports Club. Ni bao la mapema kabisa ndani ya Benjamin Mkapa. Ni Jibril Sila ni yule yule ambaye alisema kwamba kila mmoja atachanganyikiwa kwa wakati wake. Aliwachanganya watani, anamchanganya mtani mwingine, nyota wa zamani wa Tengus. Waliupora mpira kwa haraka, Faisal Salumu Abdalla akamwekea Idi Nado kwa gula kushoto, akaupeleka mpira, akapiga ya kwanza, akarudi ya pili, akaweka ndani ya net. Ni wakati ambao Azamu walikuwa anaisubiri tu nafasi baada ya kuchukua mpira, mpira ambao ulikuwa kwa Simba. Lakini shambulizi la counter attack ndilo ambalo wamelifanya na kwenda kupata hiki ambacho wamekipata. Jibril Sila anaandika bao lake la sita msimu huu, bao ambalo linawatanguliza kwenye mchezo huu, na nafikiri hiki ndicho ambacho walikuwa wamekipanga zaidi, namna ya kwenda kujibu. Mpira huo unatua moja kwa moja kwa Jibril Sila, aliyekuwa katikati ya mabeki wawili wa Simba. Bila kutuliza, Sila anapiga kwa first time finish kwa mguu wa kulia mpira unapaa juu kidogo ya kipa na kutinga wavuni. Goli murua kabisa, ni bao la mapema kabisa ndani ya Benjamin Mkapa. Ni Jibril Sila, ni yule yule ambaye alisema kwamba kila mmoja atachanganyikiwa kwa wakati wake. Aliwachanganya watani, anamchanganya mtani mwingine. Bao namba nne, Nasuru Saduni dhidi ya Coastal Union Uchambuzi wa mabeki kama karanga. Mpira unaanzia kwa kiungo wetu wa ubunifu Faisal Feitoto Salum ambaye kwa utulivu mkubwa anatoa pasi ya upendo katikati ya safu ya ulinzi wa Coastal Union. Pasi hiyo inamkuta na Soro Sadoni akiwa kwenye kasi ya ajabu. Sadoni, kwa kujiamini na ubunifu wa hali ya juu, anawachambua mabeki wa Coastal Union kama karanga. Chenga ya kwanza kushoto, ya pili kulia, beki wa tatu unapita hewani alafu anainamisha mwili kidogo na kupiga shuti la mguu wa kushoto linaloenda moja kwa moja kwenye kona ya juu ya lango. Goli la aina yake. Bao namba tatu, Jibril Sila dhidi ya Yanga Sports Club. Mshale wa moto usio na huruma. Jackson Kamingo Adolf pasi imepita, Jibril Sila Asana alek. Jubransila anasema msisukumane, kila mtu atateseka kwa wakati wake. Yala, ni mateso kwa skrini protekta. Amevua ile shinguard, bila shaka kuna ujumbe maalum. wakati wa Rashid Taus anafurahi kwelikweli. Dixon job halewi atazame wapi katika karai Azam Complex Chamazi Dar es Salaam. Hii Dar es Salaam Dabi. Tunaingia kwenye bao namba tatu. Moja ya mabao yaliyosisimua mashabiki wa Azam FC msimu huu na kuliacha jiji lote la Dar es Salaam likizungumza jina moja tu Jibril Sila. Asalamualaikum. Jibril Sila. Anasema msisukumane kila mtu atateseka kwa wakati wake. Sila anapokea pasi hiyo akiwa uso kwa uso na beki wa Yanga, alafu bila hata huruma anamchoma mshale wa moto kutoka nje ya boksi. Kipa wa Yanga DJ Diara anasalia akiduaa, macho yake yanajaribu tu kuufuata mpira, lakini tayari umetinga nyavuni kwa kasi ya radi. Bao bora la tatu kwa msimu huu na moja mabao ya kukumbukwa namna ambavyo anafunga bao la kwanza kwake kwenye mchezo, lakini linakuwa bao la kwanza kwa Yanga kuruhusu kwenye msimu huu. Azam moja Yanga hawajapata kitu. Bao namba mbili. Yoro Diaby dhidi ya Mashujaa FC, pigwa moja kwa moja, goli namna dadi kabisa! Hili goli la aina yake linafungwa hapa Azam Complex Tamasi. Nani alitarajia? Unaliona vizuri goli hilo. Unatarajia goli kama ile ulishuhudia, namna hii katika muda ambao hakuna ambaye alitarajia mpira unapigwa ndipo ulipopigwa. Unaweza usiamini kama ni kweli, lakini kwa nini usiamini wakati mpira uko kwenye nyavu? Tali mwenye amebaki ameshangaa, nini kimetokea? Nie mwenyewe nimeshangaa mshale wa mbali ulioacha kila mtu mdomo wazi. Tunakaribia kilele cha countdown yetu na bao namba mbili linaenda kwa mlinzi wetu hatari mwenye uwezo wa kushangaza, Yoro Diaby. Ni kweli mchezo dhidi ya Mashujaa FC, Azam FC ikipata mpira wa adhabu, yaani free kick, umbali wa mita zaidi ya 35 kutoka langoni watu wengi walidhani Yoro anakwenda kupiga clearance au kupiga kwa jina tu, lakini hakika walikosea. Yoro Diaby anapiga shuti la moja kwa moja, mshale wa moto wenye nguvu na usahihi wa hali ya juu. Mpira huo unapita juu ya ukuta wa wachezaji na moja kwa moja unaenda kutinga nyavuni mbele ya macho ya kila mtu uwanjani. Kipa wa Mashujaa alibaki amesimama tu kwa vipimo vya haraka haraka sio chini ya mita 65 Yoro Mamadou Diaby bao namba moja Nasor saduni dhidi ya KMC naika tena mpira pembeni kabisa huku yoro sadun ameingia tena sadun sadun na mwingine tena Sadun. Nasor Sadun. Tulieni, tulieni, tulieni, imepigwa kwa shabaha kubwa zaidi. Nasol Saadun, lakini akifanya kazi kubwa ya kumpunguza mmoja baada ya mwingine, walichopewa mabeki, akapewa mpaka mlinda mlango, anafunga bao lake la kwanza akiwa na kikosi cha Azam FC. Mpira ambao aliupokea kutoka kwa Nathaniel Chilambo akamwambia Andrew Vincent ulia, akampunguza na mwingine tena kabla ya kwenda kupasia lango la likiwa tupu, ameshona na kudalizi akiwa yeye mwenyewe Nasol Sadun, zigzag maestro, kabla ya kwenda kuweka mpira kwenye neti za KMC. Sanaa safi ya uchambuzi wa mabeki, na sasa tunafunga pazia la countdown ya mabao bora ya Azam FC msimu wa mwaka 2024/25 kwa bao namba moja, bao la daraja la juu, bao lililobeba ubunifu, ujasiri na kipaji halisi kutoka kwa mchezaji mmoja mahiri, Nassor Sadun. Ni mchezo dhidi ya wana Kinondoni KMC ambapo Nathanaeli Chilambo anapiga pasi ya akili katikati ya uwanja, pasi ambayo inamkuta Saduni akiwa ndani ya msitu wa mabeki wa KMC. Lakini kilichofuata ni hadithi nyingine kabisa. Saduni akaonyesha kuwa yeye si mchezaji wa kawaida, akachambua beki wa kwanza akamzunguka wa pili kwa kikumbo cha kifundi, akamchezesha tatu kwa body feint, na kipa alibaki akisujudu tu. Goli la sanaa lile lilikuwa ni goli ambalo linawafanya mashabiki wameshika vichwa, waandishi wa habari kuandika kurasa nzima, na hata mabeki wa KMC kujiuliza walikuwa wapi. Countdown imekamilika, mabao kumi bora ya Azam FC kwa msimu huu 2024/2025 yamekusanywa kwa hisia, historia na heshima kwa kazi kubwa ya wachezaji wetu. Mpenzi mtazamaji wa alama hiyo, hatula la ziada. Hayo ndiyo tuliyokuandalia katika kibubu chetu cha leo hapa Azam FC TV. tukutane tena wakati mwingine katika kipindi chetu pendwa kabisa cha Azam FC TV. mahali pekee unapopata uhondo wa kweli kutoka Chamazi. Kumbuka Azam FC, timu bora, bidhaa bora. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.